Leo sura imeshamiri. Ah mama, ni leo. uh -huh. uh -huh. Ana mwanamke mzuri mama, natamani awe awe wa ndoto, natamani awe mke wangu Eh. Kweli mama, yani kueleza ni kweli. uh -huh. Mke mzuri mzuri. uh -huh. Ameniambia anaitwa Nasra anakaa pale juu sura. Mama mwanangu uliokuliawakovu. Kama jina Nasra, unayotoa wapi? Nasra Mkristo au Nasra Muislamu? ndana angalia, na imani mwanangu, ah, mwana, mwana. Angalia na Yesu aliyetufia msalabani. Nasra anafanyaje? Tunapendana. Tunapendana. Familia ya Kiislamu ile familia, unajua vizuri ile familia unaijua mwanangu aa, tunaugovi nao miaka mitano iliyopita, hatusemi hatupitieni na chochote. Unaanzaje kwenda kupenda Nasra? mimi leo na tumbo linaniuma, jamani, baba yake arudi, nimwambie yote ni nilivyofanyika ioaniaku Unajua, sisi na ile familia tunagobi kiasi gani? Kwanza leo sitaki kusikia hizo, so, habari za huyo so, um, kijana wako si Yohana si nani, sitaki kusikia kwanza leo sawa so.

akuamini kama kaka ndo ameyakuza kiasi hicho kuhusu yule kijana aliyokuja jana hapa nyumbani. Aha, kumbe unamjua. Ndio, nataka uniambie ukweli. Hayo aliosema kaka ni ya kweli? Nimerudia mara suudia, ni ya kweli kuhusu huyo kijana unayemsema. Mama, ni ya kweli, ndio. Lakini kwani kuna ubaya mtu kuongea na mtu alafu mtu mwenyewe? Mimi ndo kwanza tumeona na hiyo hiyo jana kwao, kaka ndo amefula kiasi hicho mpaka amekuja kukuletea maneno ya namna hiyo. Lazima aniambie, lazima aniambie. Ukisimama na kijana yote lazima aniambie. Kwa nini siniambie sasa hivi? Shida ni mimi tu kusimama na huyo kijana, au kuna mengine ambayo mimi siyajui mama? Hakuna mengine mengine zaidi zaidi ya ya huyo kusimama na huyo kijana, hakuna zaidi ya mengine. lakini hata hivyo mama mimi yule kijana nishamwambia sitaki mazoea naye. Sitaki hata kumsikia kwa sababu kaka niliona kabisa alivyoniona ni naye pale. Ameonyesha hali ya kujawa na jazibafu anasema sijui mna ugomvi. Sasa ugomvi wenu mama kweli ugomvi wenu ndio uja utuhukumu sisi watoto jamani. Kwao mimi nishindwe kuwa na rafiki kweli mama. Ndio maana nataka kukwambia hivi. Uwe makini, uwe makini sana huyo kijana. Ugomvi haukuhusu ni kweli, lakini uwe makini na huyo kijana. Sitaki kukuona ukiwa unaongozana naye. Alafu na, kwa hiyo ni kijana wa Kikristo unaongozana naye wa nini? Mimi nishindwe kuongea na watu huko barabarani ni shida mama kweli? Ah, bwana nyewe na mtoto wako mnaboa mama kweli tena. Tunaboa nini? Tunaboa nini, nini? Yaani, tenatunaboa siku nikija kukuona na huyo kijana nitakacho kufanya hutakuja kuamini macho yako, mtoto mwenyewe unaelekeza dhalau. Dhalau zimekuzidi watoto wengine? Ndio mwisho wa siku okay, kutana na wao nakuja kuta, aakua kuwa wanaume zao sitaki kabisa. Akitaka mwanaume aende akatafuta mwanaume wa Kiislamu, lakini sio mwanaume, sitaki kabisa, sitaki kabisa. yaani tena bola sasa, nilivyokuona hapa umesikia wewe, naomba nikwambie kitu kimoja, naomba ukae mbali na maisha yangu. Yaani ukiniona mimi angalia kama vile umeona kituo cha polisi, yaani kaa mbali na mimi kabisa, kwa sababu wewe, tunakoelekea unaenda kuniharibia maisha yangu kabisa wewe Ushanigombanisha na familia yangu. Ah, sitaki mazoea na wewe, yani utakaponiona popote usinijue nisikujue. Kwani kuna shida gani sasa? kwa na mimi, shida ipo, shida ipo, ipo kabisa, tena hususan ni upande wa familia yangu. Yani kuna shida, naomba ukae mbali na mimi, maana sijui hata kuna visa gani ambavyo vipo kati yangu mimi nawe, mimi nawe na hatuvijui.

Ah, mama, mm hilo -hmm. Jambo la kheri, ujue insha Allah insha Allah heri ujue binti kashakuwa yule kama embe lishaiva kwenye mti. Ni ni watoto wa pwani wasumbufu. Yani, sisi watoto wa pwani huaga mara nyingi tukionaga embe tayari lishaiva juu juu ya mdodo, mara nyingi hatutaki kwenda kulitikisa huaga <laughs> tunatumiaga njia kama hizi. Lakini alhamdulillah leo nimekuona, maana alhamdulillahi kuona alinge langu ambalo linamsumbwa moyoni kuhusu <laughs> ah, binti yako eh -eh. Binti yako ujue mimi ujue mimi kamvutia <laughs> Mwanangu bado mdogo yule, pakome, mwanangu bado mdogomama ah! wewe mama wewe, Mungu anakuona mata chini, asije kakauka sasa hivi. Ndio nakwambia hivyo mwanangu, mwananu bado mtoto mdogo yule. Ah. ni mwili tu ule. Ana miaka 12 yule. Hata kama hana miaka 12 lakini yule mtoto bado ha, ni hapana. Bana mimi hapa yote 950 ngoja nikueleze. Mimi binti yako nimemlizia, ndio baada ya kumlizia hmm. nilijaribu kumchombeza chombeza, lakini naona binti yako kama anastaki staki, simwelewi yani yani, staki hiyo yani, kama anakubali anakataa. Mm -hmm. Yani ni kama ngamia vile umeshamweka kwenye mfeleji eh. na kumpiga kisu lakini bila dua aende. <laughs> Eh, yani pakome eh. Yani ni msumbufu wewe, kijana ni n msumbufu, msumbufu sasa eh, hey, yote tisa eh. Binti yako namwonana kijana fulani hivi Hmm? Ule kijana yule unaomona machino kweli yule, hmm. kijana, hey. Kijana fulani hivi unaitwa Yohana, kijana unampata Yohana eh? Yohana, ndio hmm. yule mtoto wa mama ana ano, Yohana kule chini. Kwani wewe Yohana mjuu, leo imekuwa ya kwanza kumjua Yohana? Jamani, Yohana ni kweli namfahamu, hey. kini ndo huyo kijana huyo ndo kijana nakwambia, ndugu yangu. Namwona uko na binti yako, au binti yako sasa hivi umeamua kumuuza, si ingine tusijue. Hapana mwanangu, naanzaje kumuuza binti Ma, binti wa sasa hivi wako du du du. Naanzaje kumuuza binti yangu? watoto elfu mbili ah, watoto elfu mbili wasumbufu, watoto elfu mbili wasumbufu. Basi nakupa taarifa, ndugu yangu mm, ukae ujue, isije ikatokea leo tisa ukasema ya kumi mm. Mimi hapa pakome, nimemwalibu binti yako. Mi nimeongea kama masiana, lakini nakupa taarifa. Kuhusu binti yako, binti yako una kijana anaitwa Yohana. Yohana kijana fulani hivi machino, huyu Yohana atakuja kumwalibu binti yako, mtoto wa ya Kiislamu machino, machino. Mambo gani ya unatuleta? Eh? Ninachokwambia Pakome, mimi sielewi kinachoendelea kati ya Yohana na huyo mwanangu Nasrah. Inamaana hii habali ndo wa kwanza mi kukufikishia? Ndiyo mi ntajuaje ntajuaje. Basi, basi ujumbe bibi ukufike, lakini icho kifua naomba ukikamate. Itaarifa naomba napiga na mstali hapa chini isije ikaonekana naiki, lakini itaarifa naomba ifike, ifikishe kwa ujumbe huu mzuli, lakini umweleze kama we mzazi ilo swala hujapendezewa nalo, asija kututenganisha maswala ya dini. Yule mtoto Nashukuru, nashukuru mwanangu, na nashukuru na nitakaa na, shukuru, na shukuru. Binti yangu nitamuelekeza, kama hata, hata sikia basi ni yeye na Mwenyezi Mungu wake, lakini mimi nataka kukuambia, nitaenda, nitakaa na binti yangu nitamuelekeza. Haya mwanangu Pakoni, mimi ngoja nirejee nyumbani nikakae mm. Ah, na binti yangu nimeelekeza, nikutakie jioni njema mwanangu. Basi na koko pia amina, mwanangu. Mwenyezi Mungu akubali kiukonjiani ufike vizuri. Amina, amina, lakini usinisahau kwenye binti yako yani, maana nampenda. Afa usijali, haya <laughs> mama. Mwanangu, nakusikiliza. Kuhusu lile swala, Nasra. Nasra amefanyaje? Hivi mama, gomvi wenu ni mpaka lini? Tambua kuwa mimi nampenda Nasra. Na nahitaji kumwoa. Hivi mama, gomvi wenu na familia yake na Nasra kuna shida gani? Tambua kuwa mimi nampenda Nasra na sioni haja ya nyinyi kugombana. Hiyo anakwambia mama, mi msikomuoma nasi najiua.